Na ni kwamba kwa miaka mingi sekta ya filamu nchini Kenya na barani Afrika kwa ujumla imekuwa ikijikokota ikilinganishwa na sekta kama hiyo katika maeneo mengine duniani. Na kwa mujibu wa shirika la UNESCO, sekta ya filamu na utayarishaji wa maudhui inachangia takriban dola bilioni tano za Marekani katika pato la bara Afrika. Kadri idadi ya filamu za Kiafrika inavyozidi kupenya basi kwenye majukwaa mbalimbali ya kimataifa na kutazama filamu wana filamu kutoka barani pia nao wamejitokeza. mm -hmm. Katika siku za hivi punde filamu zilizotayarishwa na Wakenya na Waafrika wengine zimekuwa zikipata mpenyo kwenye mitandao ya kuonyesha filamu. Aidha, wanafilamu waliofanya kazi zilizopenya wamekuwa wakikabiliana na changamoto za kuandaa kazi hizo, kama vile ukosefu wa fedha za kufadhili miradi yao, licha ya sekta hiyo kuchangia dola bilioni tano za Marekani kila mwaka. Wadau wa kigeni walihudhuria hafla hiyo Mombasa.

Wanafilamu hao wenye uzoefu wamekuwa jijini Mombasa kwa siku kadhaa wakiongozwa na watayarishi shupavu kutoka Amerika kuandaa filamu zitakazotafutiwa wafadhili katika maonyesho ya filamu ya Red Sea huko Saudi Arabia.

So msururu um, uh, so wa mikutano hiyo unaendelea ambapo mkutano unaofuata unatarajiwa kufanyika wiki zijazo jijini Nairobi. Kwa kushirikiana, wanafilamu kutoka barani Afrika wanaweza kutengeza filamu zitakazokonga nyoyo za dunia nzima. Yugenia Mbeka,